<fie> Hata kama natikisa mapepo. Ndiyo. <totabia> Kutikisa pepo sio shida. Amina. Hata kama nafanya miujiza. Ndiyo. Kufanya miujiza sio shida. Sio shida. Hata mapepo ya nafanya miujiza <totabia> Jamani, Yako makanisa ya kipepo ya fanya miujiza huko. Mikubwa. Pepo ya fanya miujiza mikubwa sana. Angalia muonekano wa lukutu mayana ya fanya miujiza. Yani angalia <totabia> muonekano wa nje. Mwetu nabiwa <totabia> <totabia> <totabia> Hapo unapoona mtu muonekano wake wa nje anatembea nusu chi, unajua umeanzia ndani, hata hata kama anatikisa pepo. Hata kama pepo anafanya miujiza, ataanza kukwepa talati, utamjua kwanza muonekano wake wa nje, yale machafuko ya nje bado kujitokeza, yameanzia ndani ndani